Hivi umewahi kutafakari hata siku moja na kujua kama binadamu mwenye ualbino ni sawa na ambaye hana ualbino? Najua huwa unatafakari na kushindwa kupata majibu sahihi, lakini kwa hali halisi ni kwamba binadamu wote ni sawa na wote wanastahili kupata haki sawa kwa kila hali na kwa kila hatua. Katika kuidhinisha hili, Umoja wa Mataifa unapinga ubaguzi wa watu wenye ualbino na unaamini kuwa binadamu wote ni sawa. Ikiwa leo ni Siku ya Kimataifa ya Uhamasishaji juu ya Albinism, ni siku ambayo huadhimishwa kila ifikapo tarehe kumi na tatu Juni ya kila mwaka, ikiwa ni siku pekee ya kuangazia hali ya kipekee inayowakumba watu wenye ualbino na kuhamasisha jamii kuchukua hatua za kuwalinda. Ualbino ni hali inayotokana na urithi wa kibaiolojia Watu wenye ualbino wanakumbwa na ngozi nyeupe ambayo ni nyeti sana kwa jua, lakini pia wanakumbwa na matatizo ya macho, yaani matatizo ya kuona. Kwa upande mwingine, hatari kubwa ambayo wanaipata watu wenye ualbino ni saratani ya ngozi ambayo inaweza kusababisha vifo vinavyoweza kuzuiwa. Hii ni changamoto kubwa sana kwa afya zao hasa katika maeneo ya Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara ambapo idadi yao ni kubwa zaidi. Kwa takwimu zinaonyesha kuwa kwa mfano katika nchi kama Tanzania takribani idadi ya mtu mmoja kati ya watu 1400 wana ualubino, ikiwa hii ni hali ya kawaida sana na inahitaji mwitikio wa pamoja kutoka kwa jamii, serikali na mashirika binafsi. Sambamba na yote hayo, kwa upande wa miradi ya kuwalinda watu wenye ualubino, miradi mingi sasa inahakikisha upatikanaji wa mafuta ya jua, nguo za kujikinga na huduma za upimaji wa ngozi ili kuhakikisha maisha na kuimarisha afya zao. Katika siku hii Umoja wa Mataifa unalenga kuleta mwanga kuhusu haki za watu wenye ualbino na kuhakikisha wanapata elimu, huduma za afya na fursa za kiuchumi kama binadamu wengine. Lakini pia siku hii inahimiza kupiga imani potofu, ushirikina na matendo ya ukatili. Katika siku hii ya Kimataifa ya uhamasishaji kuhusu ualbino, ni fursa ya kuonyesha mshikamano na kuchukua hatua sasa kwa ajili ya maisha yenye heshima na afya kwa wote. Mimi ni Bahati Jamlehu wa Sauti Digital.